Hatutakubali kubali Lissu kuachiwa kwa masharti hili, nataka niliweke wazi na kila mtu ajue. <coughs> Lissu alikamatwa kwa uongo, aachiwe bila masharti yoyote, arudi barabarani na sisi emu, waache woga, tukutane nao mbele ya wananchi, mtu kwa mtu, na wananchi waamwe nani wanataka waongozi. Tunaelewana vizuri kwamba hakuna masharti ya aina yoyote tutakayokubali kwa sababu kukubali masharti ni kukubali kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa kwa njia za uhalali. Tunajua mwenyekiti alikamatwa akiwa kwenye ziara tuliokuwa tunafanya ya no reforms no election, akatungiwa kesi ya uongo ambayo amekaa naye mpaka sasa. Na wengine wanashangaza sana, wanaosema hivi wanasahau kwamba mwenyekiti Mboya alikaa gerezani miezi minane wakati yule mwenyekiti Mbowe alipokuwa gerezani, yule anayesema hayo mambo, ni mwanasiasa gani na mwanaharakati gani alikuwa ananufaika na Mbowe akiwa ndani? Tofauti na CCM na Rais Samia na chama chake, haya masharti ya kutishia kufuta chama au kufanya si vitendo vya aina gani, ili tukubaliane na masharti yao? Wanajidanganya sana, wanadiri na watu tofauti kabisa ambao hawawajui.